Tanasha Donna ni kama ameamua kusarenda baada ya kushambuliwa sana mtandaoni kutokana na lips zake. Watu wamekuwa nazikosoa na kuziponda wakisema kwamba ni bora angeacha tu. Mbona zamani alikuwa na lips nzuri? Nini kilimfanya kaenda kuweka hizo eh, kubadilisha ziwe nene na vitu vingine? Unakumbuka alifanya hiyo kitu mwaka jana. So, imekuwa ni moja ya uh, issue ambayo inamuumiza Tanasha naweza nikasema hivyo kutokana na hiki ambacho amekiandika yeye mwenyewe kwenye page yake ya Instagram kupitia Insta story. Ameandika kwamba fine, I'm going to dissolve my lip fillers. You're one maanisha kwamba okay, naenda kuzitoa hizo fillers ambazo aliziweka kwa ajili ya kufanya lips zake ziwe nene. Mmeshinda nyie, scratching my head, anajikuna kichwa like watu, mbona wanaenda crazy hivyo kufikiria mpaka kumtukana? E, imagine mpaka Mange Kimambi aliamua kuingilia kumtetea kusema kwamba watu wanambuli, sio kitu kizuri au sio, lakini pia yeye mwenyewe akanajiuliza nini kilimfanya Tanasha kaharibu urembo wake na kwenda kuongeza, e, hizo lips Mange kuna himba moja post iliandika, I was reading comments on of people mocking and bullying this beautiful woman without giving her Any advice, mnapombuli mtu pia mpeni na ushauri. So anasema alikuwa na shangaa tu ambao wanamshambulia e, Tanasha Donna na hawampi ushauri wowote. So social media ilikuwa imeenda crazy kutokana na baadhi ya picha ambazo zilikuwa zinasambaa na ni za Tanasha. Kuna moja ya video pia akawa anazungumza masuala ya mahusiano na vitu vingine e, zilienda viral. Lakini lips zake ndo hizo zikaleta shida, watu wakawa wanamwataki kwenye social media So finally ameamua kusurenda, akisema kwamba ataenda kuziondoa na kurudisha muonekano wake wa zamani. What do you think about it? Hapo chini kwenye sehemu ya comments. Make sure pia umesubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.